kutoa salamu za pole kwa familia ya mzee wetu profesa Profesa Kilusu. Naamini kwamba kata imepata pigo wa kumpoteza mmoja wa mtu mashuhuri ndani ya kata yetu. Ni mwanasiasa ni mfanya biashara, lakini ni baba wa familia familia ameumia sana lakini na wananchi wa kalaia. Kwa hiyo poleni sana familia na wenzao, poleni wote wa marehemu kwa kumpoteza nea mzee Kilusu. alifariki akiwaanekaai tulikuwa naye hospitalini siku mbili, usiku na mchana tulikaa naye alikuwa anachekesha mpaka asubuhi, tunaambia kwamba amepata na mauti. Tulisikitika sana, lakini viongozi wetu watogo wametuambia kwamba kazi ya Mungu haina makosa. Lakini ni kushukuru sana, Mheshimiwa Mbunge, umepigana, umeakisha kwamba milioni mia mbili hamsini ya kituo cha afya ya Sepeko yanakuja Sepeko, na muda sio mrefu, jengo hili litaenda kumaliziwa. Kwa hiyo nitumia nafasi hii ya wananchi kukushukuru sana. Lakini familia tunaipa pole, kwa sababu kuondokewa na mtu ambaye alikuwa tegemezi ndani ya familia ni msiba mkubwa, na ni msiba ambao hautaisha leo kwa familia. Kikubwa ni kumuombea mwenzetu, leo ametangulia na ameshastirika na kundi kubwa. Lakini je, tujiulize sisi tutazikwa kama alivyozikwa mwenzetu? Tumetengeneza kesho yetu vizuri? Mwenzetu ameweza kuitengeneza kesho yake ndani ya macho ya dunia, huko mbele alikoelekea anajua Mungu, maana hakuna aliyekwenda akarudi akatuambia. Kikubwa tuendelee kupendana, kushirikiana, lakini kikubwa familia muendelee kuwa wamoja kama alivyokuwa mzee, lakini pia muendeleze upendo ambao yeye alikuwa akiuendeleza Mwenyekiti wa halmashauri kutoka Simanjiro, kwa maelezo yako hapa uliosimama kuongea, yamenigusa na kunifikirisha mbali sana. Ni kweli na mimi nakuwa kama mtoto mdogo, nimekuona wewe na Kanunga na wengine papa King na wengine wengi mkiwa mnakuja Monduli kushikamana na kusaidiana kwa ajili ya agenda za maendeleo za watu wa jamii yetu. Nimefurahi na kuguswa kwamba pia na wewe ni waboma hii, na mimi ni ukweli bila kupepesa macho yoyote, mimi ni waboma hii ya Kilusu. Nilikuwa nasema wakati naambiwa nitasimama kusema, nikafikiria kumbukumbu yangu ni nini ya mzee Kilusu. Kwa kweli mimi kama mwanafamilia, kitu ambacho naweza nikasema ninalo deni kubwa kwa boma hii. Siku zote mzee Kilusu hakuwa rafiki yangu mimi, sio rika langu alikuwa rafiki wa baba yangu wa mzazi wangu. Lakini baba yangu amehudumu serikali na Monduli kwa miaka mingi sana, na alijitahidi kuhudumu kadri ya kadri ya uwezo wake. Na kwenye siasa marafiki wanakuja na kuondoka, hata juhudi kubwa ambazo baba alifanya kwa Monduli na kwa taifa, lakini bado walitokea watu ambao walikuja wakamsaliti vibaya sana. Hii ime, imenikumbusha tu leo, mnisamehe. Mzee Kilusu ni mzee ambaye mzee, wakati anapitia kipindi kigumu sana kipindi kigumu sana cha maisha yake, alikuwa anakwenda pale kijini ngarash haendi kumsema mtu yoyote, anakwenda anakaa na baba wanakunywa dawa, wanakunywa supu, wanakula nyama, wanakaa na mama, wanacheka siku nzima. Naamini wakati ule mzee alikuwa akirudi Dar es Salaam, watu wanamuona amebadilika, wanasema hizi dawa gani za kimasai zimekubadilisha ghafla hizi lakini mi naamini zaidi ilikuwa ni ucheshi, ilikuwa ni dozi ya ucheshi na upendo mkubwa sana ambao mzee Kilusu alimwonyesha mzee wangu, lakini alionyesha boma letu. Kwa hiyo kwa kweli, niwape pole sana wanaboma, lakini niwape pole wanamunduli wote na wanasepeko kwa msiba huu mkubwa sana, mzee Kilusu pamoja na hali yake, tunafahamu alikuwa na ukilema. Na aliniambia wakati anaanza maisha alikwenda shule akaambiwa arudi, wakasema huyu hataweza kusoma sana. Lakini tangu mwanzo alijua kupenda maisha bora, alipenda maisha bora na alihangaika kuanzia siku ya kwanza. Mimi leo nina amani na nina imani boma limepata vijana ambao wamelelewa vizuri, wamelelewa vizuri kwenye maisha ya kwenda kutafuta, na ni kweli wote mnapigana na wote mlimpag... mlimpigania mzee kwa nguvu kubwa sana. Kwa hiyo niwape hongera, lakini naamini boma liko kwenye mikono salama, lakini mjue tu, na wenzenu na sisi tupo wakati tuko pale makaburini ameniambia mwenyekiti wa kijiji cha Los Mongori, kwamba wazee wetu wametujengea msingi mzuri sana Monduli, wamebakiza, itakuwa imebakia sisi kuharibu. Tunaomba tujitahidi Monduli isiharibike kwenye mikono yetu. Nimalizie viongozi wetu wa kiroho, wakati nakusikiliza kusikiliza ukaongea neno ukasema unaomba watu wakipata mchumba wamlete kanisani na waoe. <laughs> Lakini hapo hapo ukatupiga kidogo na kusema hawa wake wanne wangapi ni kwa nini sasa. Kiongozi, tunaheshimu maoni yako, lakini lakini kama mifugo ipo sisi tunaamini tunaendelea tu. <laughs> lakini naamini naamini hoja yako hoja yako ya msingi hoja yako ilikuwa ya msingi, ilikuwa ni kutukumbushia kwamba ardhi yetu haiongezeki, jambo ambalo amelongelea vizuri mkuu wa wilaya Kalanga. Lakini naamini kiongozi, umetukumbusha vizuri na sisi tuendelee kukumbuka tuendelee kukumbuka tunategemea mifugo, lakini ardhi ni hii hii, tunaongezeka. Uh, maisha, shughuli za binadamu zinazidi kubadilika. Kwa hiyo tuzidi na sisi kuwa makini na jinsi ambavyo tunaishi na maisha yetu. Mheshimiwa diwani ameongea jambo jema hapa kutukumbusha twende tujiandae kwa sababu mvua sio nzuri, ni jambo la msingi. Pia tutumie jukwaa hili kukumbushana mambo kama hayo. Nimalizie wenzangu wa kijiji cha Arkatan, kuna rafiki zangu wawili hapa wa Boma Mesopiro. Kwa kweli nawashukuru, hawa ni marafiki zangu walitembea na mimi sana 2020 na mimi na mi nilisema nina deni kwao na niliwaahidi kuleta umeme kwenye kanisa la Ngurumo ya Upako, na nimleta mheshimiwa waziri amefika mpaka kwenye kanisa na tayari mchakato unaendelea ili tuweze kuletewa umeme hapa. Baada ya kusema hayo, jamani, niwashukuruni wote kwa siku nzuri. Nimefurahi sana leo. Wakati tunakuja na msafara wa mwili huu kutoka Meserani tulisimama sehemu vijana wakiwa wanachukua picha, nikasema tumejitahidi kumtendea haki mzee Kilusu, watu wamejitokeza vya kutosha na watu wameongozana magari vya kutosha, tumempa heshima yake. Lakini mnajua kama angekuwepo hapa sasa hivi angependa tukae tule nyama, tucheke na tufurahie maisha yake. Baada ya kusema hayo, jamani, niwashukuru sana, niwapeni pole